Sheria inaelekeza msafirishaji haruhusiwi kumwajiri kondakta ambaye au mhudumu wa gari ambaye hajapata mafunzo ya uhudumu, lakini pia hajasajiliwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Kufanya hivyo ni kosa kisheria, na sheria ipo itafuata mkondo wake. Kwanza safari yetu kutokea jijini Arusha kuelekea Dar es Salaam, napenda kuwasalimu wasalimu wakubwa, shikamoni vijana wenzangu, habari zenu. Mpendwa abiria, tungependa kumshukuru Mungu angalau dakika moja au mbili kwa ajili ya kutuweka salama. Sasa hivi ni saa tisa alasili, tunazianza safari zetu kutoka Arusha kuelekea mkoa wa Dar es Salaam. Safari yetu itakuwa na umbali wa kilomita elfu moja na gari letu litatembea mwendo wa spidi themanini kwa saa. Abilia nayezungumza nanyi, mimi naitwa Baraka, ukipenda niite safisafi, mhudumu wako bora kabisa ndani ya basi hili la Arusha Luxury Bus. Kabla ya yote, tunatakiwa tufunge mikanda, na mara baada ya kufunga mikanda, abiria, ningependa tu tumshukuru Mwenyezi Mungu na tumwalike kutuongoza katika safari yetu. Kweli tuna vijana wazuri wa Tanzania, mahiri sana. Nafikiri nyinyi mtafanya kazi sio Tanzania peke yake, mtashangaa baadaye mnakwenda kufanya nchi nyingine. Kwa sababu mna umahiri mkubwa sana. Kwanza nashukuru kwamba LATRA lituamini na kutupa jukumu hili na jukumu hili tumechukua kwa umakini mkubwa sana. Kwa sababu jukumu letu kubwa ni kwamba Tanzania wanapata kile ambacho wanakihitaji. Na sasa vijana hawa wameiva kabisa kwa ajili ya kazi wetu kubwa ya usafirishaji, wako tayari. Kuna wengine ambao nye makampuni wana uzoefu miaka mingi sana, lakini naamini pamoja na uzoefu wenu ule mmepata kitu kipi ambacho pengine kitawasaidia kuboresha ufanisi wa wow, wow, kinataki, kazi zenu, lakini kuna wale vijana Mheshimiwa gen rasmi, ambao wao tu ni kuwatangazia wamiliki wa mabasi waje kwamba tayari chuo cha ufundi Arusha kimeandaa vijana mahiri kabisa watakaowasaidia wao wenyewe. Kwa ajili ya mafanikio yao, kwa sababu ukishakuwa mhudumu mzuri ambaye ana kauli nzuri ama na jinsi ya kuhudumia wabiria na mimi ni kwamba hata mwenye mabasi anapata ya faida kubwa sana, vijana wazuri kabisa ambao wanastahili kwa ajili ya kampuni yao. Na kwa jumla sisi, ndugu zangu, kwa hao ambao ni wa wahitimu siku ya leo chuo cha ufundi Arusha, tunawatarajia sana hata kama ulikuwa na uzoefu wa miaka kumi na tano basi, tunaomba na ntafatilia sana mabasi yale ambao wale wenye experience kubwa. Nione je umeshabadilika ndugu yangu, ufanisi wako umeongezea kile ambacho unakifanya. Tukiona hilo tutashukuru sana. Na tunawaamini kwamba sisi tunaenda kuwasemea kila ambapo tutakapoweza kuonyesha kwamba mnastahili kupata ajira na kuwafanya kazi nzuri ambayo wamiliki wa basi wanatarajia kutoka kwenu, lakini vile vile nyie ni sehemu ya chuo cha ufundi Arusha kama tulivyosema kule mwanzo. Nimekutana kule kwenye darasani nyie tayari. Nye, Nye, ni sehemu ya chuo cha ufundi Arusha. Nyie ni wanafunzi wetu, nyie ni alumni wa chuo cha ufundi Arusha, na tuanzisha chapter ya alumni ya wahuduma mabasi, ili kusudi hata kama na changamoto yoyote ile, sisi bado tutakuwa sisi, mnaweza kutuambia, mnaweza kufikisha kwa urahisi sana changamoto mnayokuta kwenda kwa kampuni. Tuko ndani ya mamlaka hiyo hapa ya LATRA, na ndio mbona amekuja hapa wenyewe kuwashuhudia na kuwaona pamoja na nyinyi kuwajenga kadri tutakavyowezekana, na tunategemea sisi watanzania kupate huduma nzuri kutoka kwenu kwa huu shirikiano ulioko kati ya LATRA na chuo cha ufundi Arusha. Kama tulikuwa kumi na tisa darasa lililopita, leo tuko zaidi ya sabini na imani kwa ubalozi huu tuliokuwa nao, huenda darasa lijalo tukafika mia tatu Nini madhumuni nini madhumuni ya serikali katika hili? Lengo ni kuibadilisha kada yetu iwe rasmi, kwa sababu mwanzo ilikuwepo kila mtu anayekuja anakuja na tabia zake, kwa hiyo inapelekea hata kwa wateja wetu wanakosa huduma ile ambayo wanaitarajia. Sasa tunaenda kuifanya kada yetu iwe rasmi, na hata tokea mtu popote kule alipo akaja akaingilia kwa sababu Sheria inaelekeza msafirishaji haruhusiwi kumwajiri kondakta ambaye au mhudumu wa gari ambaye hajapata mafunzo ya uhudumu, lakini pia hajasajiliwa na mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini. Kufanya hivyo ni kosa kisheria na sheria ipo itafuata mkondo wake. Kwa minajili hii, niwahakikishie nyinyi ni mabalozi wazuri wa chuo ni mabalozi wa mamlaka lakini pia ni mabalozi wa makondakta wengine. Hamjakosea kuwepo hapa, tumekuja kuchota elimu. Tumeambiwa tuitafute elimu popote pale ilipo, na elimu sio mwisho. Leo tumefunzwa, lakini tujiandae kusoma zaidi na zaidi, ili tuweze kuhudumia jamii yetu ambayo tuko nayo kila siku. Tunalenga kwenda kutoa huduma iliyobora kwa abiria wetu. Sasa hivi tukiangalia kwa ile utamaduni uliokuwepo wa mwanzo kondakta anaongea vile anavyojisikia. Tumepata hapa mnavyotoa yule mfano wa namna ya kuongea na abiria. Hapo awali haikuwepo kondakta abiria anaweza kaita konda na shida. Unasemaje wewe bwana? Lakini kumbuka amekupatia, amelipa fedha naende anasababisha wewe. Unaenda si wewe tu hata mwenye gari. Na si mwenye gari, tuna familia ambazo zinategemea. Kwa hiyo kwanza niwapongeze kwa ushiriki. Lakini pia niwaombe tukawe mabalozi wazuri na isiwe sababu sasa ya kuonekana kuwa tumejifunza, lakini na sisi tukawe mabalozi ambao tusababisha na wenzetu nao waende waje kujifunza. Ninawahakikishia kwa wale ambao bado hawajapata watapata ajira, kwa sababu sheria haitaruhusu mmiliki wa gari kuajiri kondakta au dereva ambaye hajasajiliwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za usajili na uthibitishaji wa madereva na makondakta za mwaka ishirini ishirini ambazo ziko zinasimamiwa na Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini. Mafunzo haya yameandaliwa kwa lengo la kuwawezesha wahudumu wa mabasi kuwa na ujuzi wa maarifa yanayohitajika katika kutoa huduma bora kwa wateja, kuimarisha maadili kazini pamoja na kuwa na uwezo wa kutoa huduma ya kwanza na kushughulikia dharura kama vile moto eidha, wahudumu waliofundishwa mbinu za kisasa za kuhifadhi na kutunza taarifa kwa kutumia programu za Microsoft Excel. Tunaamini kuwa wahudumu hawa waliopata mafunzo wataenda kuwa mabalozi wa mabadiliko katika sekta ya usafirishaji wa abiria nchini. Jumla ya wanafunzi waliohudhuria mafunzo haya ni 74 wakitokea sehemu mbalimbali za nchi wakiwa ni wahudumu walioko kazini pamoja na wale wanaotarajiwa kujiunga na sekta hiyo. Majina naitwa Ramla Mroso, nimetokea katika kampuni ya Marangu Kochi, nimekuja hapa technical kwa ajili ya kuchukua mafunzo ya ukondakta, na katika siku ambazo tumekaa hapa nimejifunza vitu mbalimbali na nimechukua experience ya vitu ambavyo nilikuwa sivijui, nimeweza ku, kuongeza vitu ambavyo nilikuwa sijavipitia huko nyuma. Majina anaitwa Ahmed Abdalla Awazi, natokea kampuni ya Lizistar, uzoefu wa miaka kumi na mbili. Nimekuja Arusha technical kuchukua mafunzo ya ukondakta, ya hudumu wa magari. Mafunzo haya ni muhimu na, nilati, na nilazima kisheria. Mafunzo haya yanarasimishwa kisheria. Mafunzo haya ni muhimu wa mhusika yoyote wa gari, kwani ametufunza vingi, namna ya kuhudumia abiria, namna ya kuwasaidia abiria, namna ya kumchukulia abiria wako wako kama kama rafiki yako na kama mtu wako wa karibu. Mafunzo yetu haya tuliopata nadhani yatatusaidia huko tuendapo, kwenye makampuni yetu, kuwasilisha vyema kwa wale ambao hawajasoma na kuwasisitiza waje wasome, wapate elimu hii, kwani ni muhimu sana kwao. Tulikuwa tunahitaji vitu vingi kutoka kwa wakurugenzi wetu, ikiwemo mikataba, mishahara iweze kuongezwa, na wale ambao hawana mishahara waweze kupatiwa mishahara. Kwani ni muhimu, maana mafunzo ndiyo tunalipia, na ni lazima na sisi watusaminishe watu, watu kisheria.